Bwana anafanya yale mambo magumu ambayo yamekushinda wewe. Uone mahali popote ambako unaweza kufanya jambo lakini kwa sababu yuko Mungu anafanya mambo makubwa magumu, yale ambayo sio yaweza yale ambayo tumeona kwamba amefika mwisho pale ambapo umeona kwamba mimi sistahili tena, Bwana anafanya njia. Bwana anafanya anafanya njia. Ni kitu gani ambacho kimekwama kwako? Ni kitu gani ambacho kimekuwa kizito kwako? Ni jambo gani ambalo umeliona kama bahari? Njia ipo njia ipo, unaenda kupenya, unaenda kupata mpenyo tu. Jitie nguvu kwa Bwana wala usiogope. E, usiogope, jitie nguvu kwa Bwana. Neno la Mungu nasema kwamba tunatiana moyo, na kazi ya mchungaji ni kutia moyo. Kazi yako Baba ni kutia moyo, amen. Hata kama unaona simba huyu, unaambia huyo ni paka tu, haleluya. Ndio kazi ya mchungaji. Hata kama anaona kwamba hapa kweli wanalala njaa, unamwona unamwambia, hapana, hamna kulala njaa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu nawambia, mbona kipo. Haleluya! Amen. Amen. Tunalo jina, jina. Amen. Amen. Tunalo jina la Yesu lenye nguvu linalo fariji linalotia nguvu linaloinua. Ni kitu gani kinachokusumbua wewe? Hata kama kuna mambo ambayo yanakusumbua, mtazame Yesu anayeweza, mtazame mwenye kila kitu, yeye anaweza katika maisha yako. Naomba usimame. Bwana Yesu asifiwe.